Yeah, so uh, uh, mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika segment ya michezo ambapo tunaangazia habari mbalimbali mbali hapa kila siku. Cha muhimu ni kuangazia kile um, ambacho kimetokea siku ya jana, Simba Sports Club walikuwa wenyeji dhidi ya Esperance de Tunis kutoka kule nchini Tunisia katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League uh, wakiwa katika um, um, kumalizia malizia zile mechi za hatua ya makundi, ambapo hadi hivi sasa Simba Sports Club ana pointi moja pekee baada ya kutoka sare na Esperance de Tunis katika mchezo wa jana ya goli mbili kwa mbili mchezo ambao uh, katika kipindi cha kwanza ulionyesha kwamba Simba Sports Club wapo katika peak nzuri sana, wapo katika ubora mkubwa wao, walikuwa katika performance ambayo ilikuwa ikidhihirisha ushindi na waliweza kupata uh, goli mbili ambazo walishindwa kuzifanyia kazi katika namna ya kuzuia katika kipindi cha pili, na mwisho wa siku Esperance de Tunis wakaweza kurudisha zote, na katika dakika za mwisho kabisa tuliona pia uh, Esperance waliweza kupata uh, penalty lakini isivyo bahati mchezaji wao ambaye uh, alipiga penalty hiyo aliweza kupaisha na kusababisha kutamatika kwa mchezo huo uh, kwa goli mbili kwa mbili ambapo waligawana alama moja moja. Sasa ukiangalia katika kundi lao, Simba Sports Club ndio timu pekee ambayo ina alama moja, ni ya, timu ambayo inabuguza mkia lakini pia uh, matumaini ya kusonga mbele yamekufa kwa sasa, kwa sababu uh, timu ambayo naifuatia juu ina alama tano na ndio timu ambayo ina alama chache ukiachana na Simba Sports Club. Kwa hiyo, unaona ni wazi kwamba Simba Sports Club pengine ndio safari yao imeishia ya hapa, tukiangalia imebaki michezo miwili pekee, ambapo pengine labda aweze kuzokota alama sita katika michezo miwili na hii moja aweze kupata alama saba na wapinzani wake waweze kusalia katika alama zile zile ambazo wanazo, ni jambo gumu ambalo pengine tunaweza kusema kwamba hali iwezekani. Ana mchezo dhidi ya Petro de Luanda ambayo atakwenda kucheza kule nchini Angola, kitu ambacho kinaonyesha kwamba ni wazi a, Simba wana tough game, lakini pia wana tough time ambayo itakuwa ni ngumu kiukweli. Mchezo jana na kipindi cha kwanza ulikuwa mzuri, lakini kipindi cha pili imeonyesha bado Simba ni mbovu. Simba ambayo h uh, pingine bado haijapata ile high quality players ambao wanaweza ku maintain game katika dakika tisini. Wangeweza kucheza kama walivyocheza kipindi cha kwanza, basi pingine wangepata ushindi na alama tatu ambazo pingine zingefufua matumaini ya kusonga mbele katika hatua ya robo fainali, baada ya kupata alama tatu. Lakini alama moja imekuwa ni kitendawili, ni kitu kigumu sana ambacho pengine uh, tunaweza tukasema kwamba safari ya Simba Sports Club imeishia hapo.